Prince Charles mtoto wa Malkia Elizabeth wa pili akiambatana na mkewe Camilla ameutembelea ukumbi wa kihistoria wa Karimjee na kuzindua stempo maalumu pamoja na jiwe la msingi kwa ajili ya kuadhimisha miaka hamsini ya uhuru wa Tanzania bara. Mwanahabari wetu Emmanuel Buhohela na taarifa zaidi. Mara baada ya kuwasili katika viwanja vya Karimjee mwana wa Malkia alipokelewa na waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia Mheshimiwa Makame Mbarawa kabla ya kukutana na mwenyeji wake ambaye ni meya wa jiji la Dar es Salaam Dr. Didas Masaburi ambaye alimtembeza maeneo mbalimbali ya ukumbi huo huku akimpatia maelezo mbalimbali mbali. Aidha, mwana wa Malkia amesaini kitabu maalum na kupata fursa ya kuzindua kitabu maalum cha stempu zilizotumika kabla, wakati na baada ya uhuru, zikiwa na picha mbalimbali za marais wa Tanzania pamoja na picha za vivutio mbalimbali vya utalii nchini na kuzawadiwa baadhi ya vitabu hivyo. Mara baada ya ziara hiyo, Meya wa jiji la Dar es Salaam Dr. Didas Masaburi amesema mwana wa Malkia amemtaka meya huyo kuangalia uwezekano wa kuanzisha ushirikiano miji dada ya Uingereza. Hii ziara nadhani imetupa me, changamoto chumoto, na, na kama jumia madola na sisi ni wanachama jumea madola, tumefurahia kwa kweli kupokea ujumbe na kwa muda mfupi ambao tumekaa hapa Karimjee tumezungumza na eh, huyu mheshimiwa Prince kwa kifupi tu, na ameonekana kwamba anahitaji Dar es Salaam iwe na na mijidada kule, kule, kule Uingereza. Sasa hiyo peke yake inatuonyesha kwamba tunaweza tukapata matunda fulani. Huyu huyu mtoto wa mfalme anakuja hapa kwa sababu kuu mbili, kwa kweli kwa sababu sisi tunaadhimisha miaka hamsini ya uhuru wa Tanzania bara tumeona kwamba ni vyema huyu kama mgeni wetu amekuja hapa nchini Tanzania tumwalike na aweze kushiriki katika uh, maadhimisho haya ambayo sisi, sekta ya mawasiliano, sayansi na teknolojia, tunayafanya. Akiwa nchini mtoto huyo amekutana na Rais Jakaya Kikwete huko Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo pia atatembelea Zanzibar na Arusha ni mtoto wa Malkia wa Uingereza Prince Charles, akiwa naagana na wenyeji wake katika wa viwanja hivi vya Karimjee. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Emmanuel Buhohela wa ITV.